Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina mimi naitwa Amur Haji Amur, nimzaliwa hapa katika kisiwa cha Kwale, nimezaliwa elfu moja mia tisa hamsini na mbili. Kapata elimu ya msingi sitini na moja hapahapa hapa Kwale, darasa la kwanza mpaka la pili sababu zamani hapa ilikuwa shule mwisho la darasa la pili tu, tukawa tunakwenda kusoma Kisiju Kalole pale, ndio kwa shule pekee katika Kisiju. Kasoma pale la tatu mpaka la nne, tukafanya mtihani pale, nikafaulu, nikenda middle school Vikindu. Pale tukakutana na watoto wa Mafia wengi. E, Mafia kulikuwa shule ko Kirongwe tu wanatoka kule kuna boti maalum inawaleta Kisiju na shule zilikuwa middle school zilikuwa katika mkoa huu wa Pwani, zilikuwa Vikindu, Kisarawe middle school na Utete. Watoto wa Mafia wengine walikuwa wanapelekwa Utete, wengine wanakwenda Vikindu, tunachanganyika, tunakwenda Vikindu tunasoma. Hiyo historia fupi. Katika historia ya kisiwa hiki Kisiwa hiki ni kisiwa kama visiwa vyengine, kina urefu wa kilomita nane kutoka kas, magharibi kwenda mashariki, kilomita nane Na hichi kisiwa ni kilikuwa kituo cha kwanza kabisa cha Waarabu. Jengo hili unaoliona lilikuwa lilijengwa na Wajerumani na Waarabu kutoza ushuru kati wa Waarabu na Wajerumani imeenda katika vita kuu ya kwanza ya dunia elfu moja mia tisa kumi na nne kati ya vita wa Jerumani